Hi, nafinya tu miguu. Ulianza lini kufinya miguu? Si nilitoka huko mwezi wa nne, hadi saa hii niko hivyo. Leo umefinya? Nafinya time niko feelings. Kai na feelings unapata kila siku? Si kila siku, kwa wike mara tatu hivyo. Na ukifinya umizi maragwe na si unafinya una asin mutu muta ndani lakini mtu aiko ndani. Na ukifinya sasa mpaka unamwaga, nafili tu ni kumuta mengi, lakini na fil poa. Kama saa hii hadi saa hii nafanya hivyo, nafanya hivyo. Saa hii unafinya, isingia, nafinya juusi na mtu sasa na, na itakuja anytime from now pale, si nao asem ikifika kitu saa sita hapo hmm. Na hizo feelings nakuja na oh. a mguu na kila time ukifinya lazima uachilie, sasema mzigo itoke okay. <laughs> <laughs> we